Uwezi kupiga saxophone like a pro kama wewe sio professional player wa saxophone. So kwa maana hiyo ni kwamba katika video hii nitakuonyesha trick ambayo producer wengi tunaitumia na pengine wewe producer mwenzetu, ama unajifunza production, hufahamu hii trick. cha kufanya, ingia Google uweze kusearch sample packs za saxophone, ama unaweza kaingia YouTube. Kwa mfano mimi niliingia YouTube nikaandika ni tu free saxophone sample packs za enter, zikaja nyingi nyingi nyingi. So wewe utaangalia sample pack ipi ambayo mtu ameweka na utaweza ku download. Binafsi, baada ya ku download, nikapata hii sample pack ya saxophone for free kabisa mtandaoni actually so yangu lakini nimepata mtandaoni for free, kwa hiyo siwezi so kuidistributi kwa sababu sina hati miliki za kudistributi. Kwa hiyo ingia kwenye YouTube na search saxophone, ili uweze ku practice na mimi pamoja. So tuashumu na hii beats ambayo nataka niweke s saxophone, ambayo beat hii ni ya uh, mondoko ya afropop kama hivyo. So nitakachokifanya nitaangalia, okay, tempo yangu ni 92, so nitaenda kwenye sehemu ya sample hizi, nitatafuta saxophone ambayo inalia vizuri so let's say, nisikilize hii. So step inayofuata ni kuhakikisha kwamba hii ina synchronize pamoja na tempo. Kwao nitakuja hapa, nitaweka nane na nitawasha hiki kidude hapa na nita stretch kwenda hivi Nwana? Sawa, tempo isha synchronize vizuri pamoja na beat yetu. Step inayofuata tunahakikisha tunafanya transpose, ili iweze ku match melody ya beat yetu, na kufanya hivyo tunacheza kwa sehemu ya setting iliyoandikwa pitch, maana yake tunachokonoa pitch knob. Lakini kumbuka, lazima uselect eneo fupi, ili uona play, unalisikiliza kwa kufocus kwa makini kuhakikisha kwamba ina match melody nitapunguza hivi, nitakuja hapa kwenye pitch. Hakikisha hapo imeandika resample. Kwa nitaenda msikie hapo, inasikika vizuri. Kwa nita play hapo yote nisikilize kama iko sawa, nitakshia hapo. Kama haiko sawa, nitaendelea kucheza na pitch. Alright guys, asante sana kwa kuangalia video hii na usisahau kusubscribe. Kwa wale watu wote ambao mmekuwa mkifuatilia tutorial zangu za FL Studio, asanteni sana kwa kunivumilia, nimekuwa niko busy sana lakini I hope hii tutorial itakuwa imewaongezea kitu katika harakati zenu za kujifunza ama kutumia FL Studio.